Yeah. Yanga tumeonyesha ukubwa wetu leo Benjamin Mkapa na hawa watoto hawa Malawi. Niwatangazie rasmi wana Yanga wenzangu, walikuja wakatika viuno pale uwanja wa ndege. Kesho wakiwa wanaondoka hawezi kuonewa kimya kimya kwenye ardhi yetu, tutawapelekea msondo pale pale hapo, tuwasindikize na ujumbe tutawapa. Sisi ni mabingwa wa nongwa, huwezi kutufanyia nongwa kwenye ardhi yetu ya kuacha. Tutawasindikiza kesho na vigoma vingi sana, vingi <tutu> mno. Baba taona mwenyewe kesho. Iliwaumiza sana, sio swala ya presha, imetuumiza sana kwa sababu ni dharau kubwa ota kwenye ardhi yetu hawa wamejipanga vizuri nje na ndani. Nyiye msione kawaida, walijipanga kweli kweli. Simona moshi mkubwa, moto mewaka. Leo kazi ilikuwa nzito, ndugu zanguni, msifikiri rahisi rahisi. Moshi mweusi umeonekana Benjamini Mkapa. Leo sio kazi nyepesi, Yanga kwenda hatua ya makundi. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumekwenda hatua ya makundi. Rais amesema usiku wa leo, kabla ya kufika saa sita, tunakwenda kutambulisha kocha bora. Wazungu wanasemaga na nyiye mnatafsiri kwamba mpira ni sayansi sasa Yanga kocha yetu ndio hiyo sayansi yenyewe, yaani hiyo sayansi ya mpira ndio hiyo kocha yetu, mtambulisha usiku leo. Mungu namshukuru sana, niwapongeze sana mashabiki wote wa Yanga na mmeelewa. Kwa hiyo tuliwaita watu wote hawaje leo kwenye hii mechi, nafikiri mmeona wenyewe nguvu zao sauti zao, tusaidia kwenda kwenye hatua makundi. Tulikuwa kwenye hali ngumu, presha ilikuwa kubwa, lakini niwashukuru sana mashabiki wote wa Yanga kutoka sehemu mbalimbali hapa Tanzania. Wameitikia kwa wingi na wamekuja kusimama nyuma ya timu yao Kamu. tumepambana kipindi cha kwanza tumepata magoli mawili. Kipindi cha pili presha ikawa kubwa, tunataka tuongeze goli, tunakosa magoli. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa, kwa kuvuka kwenda hatua ya makundi. Tunakwenda sasa kuboresha zaidi pale, kwenda kwenye uwanja wa mazoezi. Tunaye technician mpya, tunaamini inshallah utakwenda kuona mabadiliko makubwa kwenye kikosi chetu. Ni wazi kwamba kuelekea makundi, tunaenda kuiona Yanga mpya ambayo siyo jambo la mjadala. Pablo Mas, Yanga ya makundi siyo Yanga hii. Yanga inakwenda kubadilika kabisa, kwa sababu kocha aliyekuja ametumia wiki mbili kuwasoma wachezaji wetu wote wa kikosi chote na amefanya maamuzi yake, atatambulishwa leo na kesho anaanza mazoezi Avic Town. Tuna mchezo wa ligi kuu siku ya Jumanne dhidi ya Mtibwa Sugar pale KMC. Anakwenda kuanza kesho, kesho kutwa Jumanne tuna mechi kwayo, tumpe muda mwalimu, andae timu yetu vizuri, na ninaamini inshallah kwenye hatua ya makundi tutakwenda tukiwa tofauti kabisa. Tuache em tupumzishe nimekwambia Wazungu wanasema mpira ni sayansi yeah. Kocha ya wa Yanga ndio sayansi yenyewe sasa, ndio mm. Mtakwenda kuiona make, mnachambuaga mpira sayansi, sayansi, inakuja sasa. Ina falsafa ya timu ya Yanga, anakuja na kila kitu, zitapigwa pasi nyingi, tutashambulia kwa spidi kubwa. Unaona kama leo tumecheza kwa presha kubwa, lakini tumekosa goli kama nne hivi mm. Tukishakaa konfidensi yetu imekaa vizuri, yote haya tunafunga inshallah, yote haya tutakuwa tunafunga

Oh, uchizi vunga sio? Uona uchizi kafanya nini leo? Jenerali Duke Abuya akazungumza leo kapotea. Kama unataka kusajili mtu kwenye hii timu, hayupo kwenye hao kumi na moja, ipo nje. Ni kiufundi, kama unataka utoe asilimia labda kwa mpinzani wako, kwa namna ambavyo amecheza. Kafanya nini leo? Kafanya nini huyu? Nguvu yake yenyewe mnayejua, msake niongee mengi hapa. Nawaambia kama kuna mtu anataka kusajili mchezaji kwenye hii timu, huyo mchezaji hajaanza leo, ipo nje. Mtafuteni huyo, ndo hatari huyo. Huyo <laughs> ndo hatari baba. Ah, Malawi. Aamalawi yeah. Ah, mi sitaka niwasahau pengine lipi la <laughs> kuambia